Takribani Wapalestina 46 wameuawa kwenye mashambulizi ya jeshi la Israel IDF katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha saa 24 zilizopita, wakiwemo tisa waliouawa leo asubuhi mjini Khan Younis mjini humo. Shirika la Habari la Al Jazeera limeripoti kuwa miongoni mwa waliouawa usiku wa wali kuamkia leo Jumapili Aprili 6, 2025 ni mwandishi mmoja wa Kipalestina ambaye ni mwandishi wa habari Wakati huo watu sita waliuawa katika shambulio la anga la IDF huko mjini Khan Younis, kusini mwa Gaza, na wengine sita katika uvamizi uliofanyika mjini Beit Hanoon kaskazini mwa Gaza. Pia Israeli imeendelea kuteka maeneo zaidi Gaza tangu ilipovunja usitishwaji wa mapigano kwa wiki kadhaa katikati ya Machi na kuanza tena mashambulizi dhidi ya eneo hilo lililoharibiwa. Israeli imeongeza mashambulizi ikisema kuwa itaendelea kufanya hivyo hadi kundi la Kipalestina la Hamas litakapoachilia mateka wa Kiyahudi waliowekwa na kutekwa wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake wamepelekwa katika eneo jipya la usalama lililopo kusini mwa Gaza nchini humo. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wiki hii alitangaza kizuizi cha Molaj na pendekezo kuwa kitakata mji wa kusini wa Rafah ambao Israeli iliamuru watu wake wahamishwe kwa nguvu na kutenganisha na maeneo mengine ya eneo la Gaza. Haijafahamika mara moja ni wanajeshi wangapi wamepelekwa ama eneo kamili la kizuizi hicho. Molag ni jina la makazi ya Kiyahudi linalokuwa katika Rafa na Khan Younis, na Netanyahu alipendekeza njia hiyo itapita baina ya miji hiyo miwili. Ramani zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Israeli zinaonyesha kuwa kizuizi hicho kitakata ukanda mwembamba wa pwani kutoka mashariki hadi magharibi. Mapema Jumamosi, tawi la kijeshi la Hamas lililochapisha video ikionyesha mateka wawili wa Kiyahudi wakiwa hai eneo la Gaza, wakizungumza mbele ya kamera na kueleza jinsi walivyonusurika shambulio lililodaiwa kufanywa na Israel. Kikundi cha kampeni ya mateka wa Kiyahudi Hostages and Missing Families Forum kilitoa taarifa kikithibitisha familia ya Maxim Hakin imemtambua kuwa ni mmoja mateka wa mateka wawili waliomo kwenye video hiyo, na familia yake iliomba vyombo vya habari visichapishe video hiyo vyombo vya habari vya Israeli vilimtaja mateka wa pili kuwa ni askari wa Israel anayefahamika kama ba Copenstein. Wanaume hao wawili walitekwa kutoka kwenye tamasha la mziki la Nova na kupelekwa Gaza wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 yaliyosababisha vifo vya angalau Israel za Israeli 1139 kwa mujibu wa takwimu za Israeli zilizokusanywa na Aljazira. Mateka 58 bado wanadaiwa kushikiliwa Gaza, wakiwemo 34 ambao jeshi la Israeli linasema wameshakufa. Wakati wa usitishaji wa mapigano wa wiki sita ulioisha Israeli ilipoanza tena mashambulizi Machi 18 mwaka huu, wapiganaji walikabidhi mateka 33, nane kati yao wakiwa wamekufa. Mwitikio wa kijeshi wa Israeli kwa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 umesababisha vifo vya watu 50669 eneo la Gaza, wengi wao wakiwa raia, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya afya ya Gaza ambapo Umoja wa Mataifa unazitambua kuwa ni za kuaminika. Umoja wa Mataifa pia umesema kuwa watoto angalau 100 huuawa au kujeruhiwa kila siku eneo la Gaza tangu mashambulizi ya anga yarejee tena. nanuku Hakuna chochote kinachoweza kuhalalisha mauaji ya watoto, aliandika Felipe Lazini, ambaye ni mkuu wa shirika la UNRWA kupitia chapisho lake la kwenye mtandao wa X zamani Twitter. Kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia kufanikisha usitishaji wa mapigano eneo la Gaza, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumamosi alisema kuwa atafanya mkutano wa kilele cha mataifa matatu kuhusu hali ya Gaza na rais wa Misri Abdel Fattah al Sisi pamoja na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili, na nukuu katika kukabiliana na hali ya dharura Gaza na wakati wa ziara yangu nchini Misri kwa mwaliko wa Rais Al Sisi, tutafanya mkutano wa kilele cha mataifa matatu. Macron aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X zamani Twitter. Kabla ya safari yake, Rais huyo wa Ufaransa anatarajiwa kufika Cairo siku ya Jumapili jioni, ambapo atafanya mazungumzo na mwenzake wa Misri siku ya Jumatatu asubuhi. Mkutano huo utafanyika siku hiyo hiyo katika mji mkuu wa Misri wa Cairo, kwa mujibu wa ofisi hiyo ya Macron. Jumanne, Macron ni atatembelea bandari ya Alarish Misri, nchini Misri, mjini kilomita 50 magharibi mwa Gaza, kukutana na wafanyakazi wa misaada na wa usalama, kuonyesha ushiriki wake wa kudumu wa kupigania usitishwaji wa mapigano. Alarish ni kituo muhimu cha usafirishaji wa misaada ya kimataifa kuingia eneo la Gaza. Wizara ya afya ya Gaza imesema angalau wa Palestina 50,669 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine laki moja na elfu kumi na tano na 225 na wamejeruhiwa katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza. Hata hivyo, ofisi ya serikali ya habari imesema imesasisha idadi ya vifo kuwa zaidi ya watu 61,700, na ikisema kuwa maelfu ya watu waliopotea chini ya vifusi wanaofiwa kuwa wameshafariki. Watu takriban 1139 na waliuawa nchini Israeli katika shambulizi liloongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7, 2023 na zaidi ya 251 wakichukuliwa mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo.